Ndugu wa Uvira, Fizi, Mwenga, Sud, Sud Kivu, ninakuja kwa upekee kama mtoto wenu. Ninaitwa Andre Bia Dunia, ninakuwa notable wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa upekee Sud Kivu ninakuja kufanya interpelasio lakini nikiwa na machozi mengi sana ndani ya moyo wangu hiyo machozi inatokana na hali ambayo nimesikia kuanzia tariki ishirini na nne na ishirini na tano ya mwezi wa kumi hii ambayo tunakuwa nayo juzi hapa, kwa sababu hiyo audio ninaifanya tariki makumi mbili na sita leo dimansh. Huzuni yangu ni kubwa kwa kuona vijana ambao wanakuwa katikati ya Misisi na Lulimba waliokubali kumshindikiza mzengo mazito kama responsable wa forces armées arme viloozi vishambuke, waliokubali kumshindikiza Mzee Yakutumba kama responsable wa CNPSC, na waliokubali kuwashindikiza waansie kombatambao wanaongozwa na bwana Nakagi, kwamba tunakamata silaha kukataa nchi yetu isikatwe na Wanyarwanda, tunakataa agresio rwandaise. Na wale wazee wakawakaribisha, wakasema twende pamoja. Lakini wakati wale wazee wako concentre, wamoja wako ngambo ya Rugezi, wengine wako hapo upande wa Misisi, wengine wako upande wa Luvungi, wanajeshi ambao mmekubali kwenda kututetea sisi au prix de votre sang au prix de votre dernier sacrifice maisha yenu, leo mnageuziana silaha nyinyi kwa nyinyi apig Ni haya, nani aibu, aibu. Njo maana bila kwenda par le dos de la cuillere nimekuja kuinterpele hawa waze watatu, Mzee ya Kutumba, Mzee Ngoma Nzito, uko Chevrono, na juwa vita ni fasi ambayo wa imewafanya amba kukamata silaha haiko hiyo objectif yaujini. Kukamata silaha ni kwamba tukatae uvamizi wa Rwanda na community internationale kwa nchi yetu, na wasi mwambie wanajeshi wetu ambao wanakuwa mwa ile eneo watie mtuto ya bunduki chini, wasigeuziane. Itakuwa haya kwetu sisi kusikia, tume resiste depuis fevrier, adui hajafika fisa, hajafika Uvira, tunageuziana leo mtuto wa bunduki, tunatafuta kuuana wenyewe kwa wenyewe. Ni aibu. Ndio maana nakuja na machozi kuja kuwalilia, napiga magoti migulu yenu kuambia kwamba Mtusaidie, mwambie hawa vijana watie silaha chini. Kweli najua kwamba umetuma delegasio ambayo imeenda tangu jana tari, fa, samedi imeondoka, imeenda huko kwenda kusikilizisha hawa watu na wasi muensiste na walioenda washindikizwe na Roho wa Mungu, wawasikilizisha hawa watu waache kupigana masasi Adui iko Kamanyola, ajui iko Minembwe, kwenye wale watu wanao walisema bao bado tumika na AFC M23. Mimi sisi hakuna adui mkuye, twende katogota na Kamanyola, twende tu renforce wengine liko ku front kule, hakuna vita, hatutaki kusikia tena mefungua bunduki, mnapigana masasi wenyewe kwa wenyewe, hatutaki Ku plaine de la Ruzizi hatutaki tena kusikia mnasimamisha batu magari, mushi iko wapi? planche iko wapi? Hayo mambo hatuyataki. Acheni watu kwa sababu watu ndio baraka zenu. Watu ndio wanaowaombea Mungu. Kama mnaenda kufuru mnarudia, watu ndio baraka zenu. Msiwanyanyase watu. Acheni watu wafanye kazi kwa amani. Wafuliro ambao wako pale misisi wasijisikie mwen security kwamba wabembe wanawavamia. Nataka kupresize kwamba hii si vita ya Mubembe na Mfuliru. Hii ni vita ya watu ambao wanakuwa na silaha. CNPSC, FABB na bashe combattants. Lakini haiko kati ya Mfuliru na Mvira, kati ya Mbembe na Mfuliru. Hapana. Tunakataa hiyo. Tunakataa, tunakataa msilote mambo ya makabila kati ya mambo ambayo tunakuwa nayo. Ingine ni tuko leo tushinda kumaliza, msitongezee mengine. Hatutaki. Hakuna Mubembe bila Mfuliru, hakuna Mfuliru bila Mubembe, hakuna Murega bila Mushi, hakuna Mushi bila Murega, hakuna Mfuliru bila Mnyindu, hakuna Mnyindu bila Mfuliru hakuna, hakuna Muvira bila Mfuliru, hakuna Mfuliru bila Muvira. Sote ni watoto wa baba moja natunachangia inchi moja. Hakuna mtu atatoa mwenzake kubulongo. Mambo ya mabarier isikue source ya conflit mambo ya mabariere sikwe source ya kuleta ukabila kati yetu. Tunakataa, tunapiga mikono, tunasema tunakataa, tunapiga magoti mbele hino, tunasema mwambie watoto watie mtuto wa silaha chini ya udongo, basi geuziane, hatutaki. Interpellation yangu ya mwisho ni kwa wale ambao wanashika silaha ule upande, muache wafanya biashara kwa sababu kuna wengi wanalia. Wafuliru tumeshanyanganywa ngombe zetu na wabembe. Nasema si wabembe wamewanyanganya, waliowanyanganya ni watu ambao wanashika silaha, wabembe hapana. Mwevite kukuwa na globalize na kujeneralize. Na pia wale ambao wanashika silaha, acheni watu wafanye biashara zao kama kawaida. Ngombe hazikukamata bunduki kuwapiga, biashara mautika hazikukamata bunduki kuwapiga Acheni wafanyabiashara Wafuliru, Wavira, Wanyindu, Washi, Warega wafanye kazi zao kama kawaida. Mambo yenu ya mabunduki tunasema iishe, ikome, hatutaki tena kuisikia, kwa sababu adui atatucheka, atasema kwamba hatuko organize. Alorke, tulisha defier ule adui leo, kama ni demo ya kitusi, kama ni demo ya agresyon ambayo inakuja kuja kutuchanganisha. Watu wote ambao wanajua kwamba wanaombaga Mungu wapige magoti, waombe. Vijana wetu hatutaki tena kusikia haya mambo. Leo natuma hii audio ni tariki 26. Leo ni dimanche Oktobre 2025. Nataka kusikia amani merudia mwele eneo. Mnakula chungu mmoja, mnapanga plan ya vita pamoja moja na mnaenda kumpiga adui katogota na huko maminembe, mkio kwa umoja. Hatutaki kusikia haba na vale, hatutaki. Ile hatuna nayo bezwe. Tuko na bezwe inite ya inite ya komandema ya wazalendo kwa kupiga adui ambayo amekuja kwa agresenchi yetu mengine hayatuhusu. Mufunge masefe zenu za magunduki, musikie namna gani mzee Yakutumba, mzee Ngoma Nzito na mzee Nakage watawaambia ili tulete amani. Adui ni umoja tu ni mwenye Rwanda ambaye amevamia nchi yetu, biensire iko na komplite ya watoto wetu wa Bembe, wa Fuliro, wa Nyindu, wa Rega, wasijui wanani wako mubali. Me waachieni, wakati mda wao utakwisha tu, lakini mwache wenye mukwemo kule upande wa pili. Acheni watu wafanye kazi Achini watu wafanye biashara, na nyinyi fungeni sefe zenu ili tulale tulale na amani na tujue namna gani adui atakuja. Tusaidia, na namna gani tunaweza kupiga adui. Mwache wenzetu ambao wanafanya manavete zao maibarabara hapana kukamata huu uh, mushi alifanya nini? Mushi ni mkongomani kama wengine, muache afanye kazi zake kama kawaida yule tu awe mfuliru mbembe mnyindu mvira murega mushi munande sijui muholoholo sijui munani mu tutakaisikia kwamba mejiunga tu na adui ule ndo tutakamata. Lakini mwingine kazi ulendi mwingine yeyote ule anafanya kazi zake kama kawaida, acheni watu wafanye biashara kama kawaida, kawaida muachie amani kwa sababu baraka za wale watu wako naomba Mungu kwa ajili ya ninyi wazalendo, ndio maana mnaendelea kushinda vita lakini watu heshimieni raia na raia waheshimie ile. Mabariere zenu wachini na mafranga za mabariere, tuko tayari kuchanga hata pesa a condition, tumwasikia mmeenda ku front kwenda kupiga adui. Ile mafranga wa mabariere ni kufranga kudogo sana, usikuje kuleta chachu, usije kuleta chachu. Delegation ambayo imeondoka Uvira kwenda kuona wenzetu ambao wanakuwa hapo upande wa Misisi na Lulimba, Mungu awabariki, washindikize mufike na mlete amani hapo na mrudi mkiwa salama. Mungu awabariki, Amani kati ya watu wote. Mzee Yakutumba, mzee Ngoma Mazito, mzee na Kage, ambieni vijana watie silaha chini wasigeuziane silaha, silaha igeuke upande ambako adui anakuwa. Lakini sisi tubaki kwa amani na tukiangalia upande ambako agresio anatoka, lakini, lakini tusiangaliane sisi wenyewe kwa wenyewe kwa sababu faida yetu tutaipata wakati inchi tabakia moja, kama inchi tabakia mbili haitakuwa faida yetu na watoto wote tutapigia mikono, tutapigia mikono kwamba tutasema tumeacha nchi pamoja na tumepiga agresseur na amerudia ambako alikotoka. Mungu awabariki. Ni kijana wenu Andre Bia Dunia.